Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ninaitwa Isack Tito. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Maisha Katika Kristo TV. Utakuwa ukipata neno la Mungu utakalo kuhamasisha siku zote kubaki katika Mungu hata atakapokuja kutuchukua twende tukaishi maisha ya milele. Leo tutakwenda kukumbushana kwa habari ya jinsi ya kuirejesha Edeni katika maisha yako. Jinsi ya kuirejesha Edeni katika maisha yako. Jinsi ya kuirejesha Edeni katika maisha yako. Ninaposema Edeni ninamaanisha maisha halisi ambayo Mungu alikusudia mwanadamu ayaishi. Kwa sasa katika kizazi chote hiki nadhani tunaishi, hatukuona jinsi maisha yalivyokuwa mwanzo. Maisha ambayo Mungu alikuwa amekusudia mwanadamu ayaishi hayakuwa kama haya ambayo tunayaishi hivi leo. Adam ndiye aliyeyaona maisha hayo. Adam aliyakuta maisha halisi ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia. Maisha bora, maisha ambayo mwanadamu ndipo anaweza kuishi kwa amani. Mazingira tunayoishi leo ni tofauti kabisa na maisha yale katika Eden. Maisha haya tuliyonayo siyo halisi. Maisha haya ni baada ya kupoteza maisha mazuri ambayo Mungu alikuwa ametupatia. Kila mmoja anahitaji Eden irejee katika maisha yake. Pasipo Eden kurejea kwenye maisha yetu lazima kila mtu afe. Na hii ya kupoteza maisha yetu halisi sio kwamba imeanza kwetu. Hata malaika, mapepo na mashetani ni malaika waliopoteza enzi yao, waliopoteza maisha yao baada ya kuasi. Shetani akawadanganya ile enzi, wanapambana kwamba ndipo watakwenda kuwa watawala, kumbe wanakwenda kupoteza. Kwa hiyo leo wanaishi shimoni ni mashetani wameharibika, muda wowote wameandaliwa kutupwa katika lile ziwa liwakalo moto. Kwa hiyo na sisi, ilitokea mwanadamu akapoteza Edeni yake, lakini tunao muda mchache ambao tunaishi katika mwili kabla ya hukumu. Huu muda, kila mtu anao uwezo wa kuirejesha Edeni yake. Ni kipindi cha kujiandaa, kila mmoja, uwezekano upo wa kuirejesha Edeni yake katika maisha haya. Huwezi ku, huwezi kuona upendo wa Mungu, huwezi kujua kama Mungu anakupenda kwa sababu maisha haya sio maisha aliyoyapanga Mungu. Tunaishi katika maisha magumu mno. Maisha ya Edeni yalikuwa yamezingatia mambo makubwa matatu. Cha kwanza, uzima. Ni maisha yenye uzima wa milele, hapakuwa na magonjwa, hapakuwa na kifo. Kwa hiyo mwanadamu katika yale maisha ya Edeni anaishi maisha yasiyo na kifo maisha ya kutokuwa na wasiwasi ya kufa, maisha ya kutokuwa na wasiwasi na magonjwa, maisha ya kutokuwa na wasiwasi na ajali, maisha ya kuwa mzima wakati wote. Lazima furaha iwe ya kutosha lakini kwa sasa ni maisha ya kufa, ni maisha ya magonjwa, ni maisha ya ajali kila siku, misiba, matatizo mengi. Watu wanajifungua wako hospitali, wanakufa huko huko, wengine wanaacha watoto, wengine wanakufa wa mama na mtoto wote wanakufa. Wengine tunasikia wamekufa kwa presha, wengine hivi sukari, magonjwa ya kila aina yasiyofahamika, operesheni, mambo mbalimbali fanyika lakini matatizo yanakuwa yale yale. Tunawaona watu wakizaliwa walemavu, wengine walikuwa wazima, ghafla wanakuwa vipofu. Haya yote ni matatizo ambayo katika maisha ya Edeni hayakuwepo, na katika maisha ya Edeni tutakapoyarejesha, hayatakuwepo hayo mambo. Lakini pia Edeni kulizingatia amani ni maisha yaliyokuwa na amani ya kutosha. Leo hii, simba, dubu, nyati hawawezi kukaa na mwanadamu kwa sababu uko uadui mkubwa. Viumbe hawa wana uadui mkubwa. Mwanadamu, nyoka, simba, wanyama wote, tuna uadui mkubwa, tukikutana ni kushambuliana hata wanadamu kwa wanadamu tunashambuliana, yani ule upendo haupo. Kuna roho ya chuki ambayo imeugubika ulimwengu, watu wanapigana, watu wanashambuliana, vita kila upande. Ukiangalia ni nini wanachokitafuta? Wakati mwingine anasema wanatafuta amani, wanatafuta amani kwa kupigana. Yani kila mmoja unamuhisi kama vile anakuchukia, unamuhisi kama vile anatafuta kukuangamiza mtu tunayemwona, unahisi kama vile anataka kukunyonga. Ukikutana na mtu usiku, unaanza kuogopa, unakuwa na mashaka, unasema huyu anakwenda kuniangamiza, lakini Mungu aliweka iwe amani. Sasa hivi tuna wadudu wadogo wadogo, hawa mbu, wakimwona mtu yani ni chakula, yani ni vita, ni vurugu. Watu tunashambuliwa na minyoo, watu wanaumwa minyoo. Hawa wote ni viumbe wadogo wadogo ambao Mungu aliwaweka duniani ili tuishi kwa amani, lakini leo kuna uadui mkubwa minyoo watu wanaugua magonjwa haya yote, uvimbe tumboni, vitu mbalimbali vinasababishwa mbali na bakteria hawa. Pia ni viumbe waliokuwepo duniani ambao itakuwa tuishi kwa amani, lakini leo ni kushambuliana. Kila kitu hakuna amani duniani, hakuna amani. Kila kilicho kuzunguka ni adui yako, huku shida, huku shida, amani haiwezi, haipo kabisa lakini maisha yale Mungu aliyotuandalia ni maisha yenye amani. Yaani unaishi na mnyama, unaishi na simba, hata simba wanatamani tuishi kwa amani, wanatamani wakae karibu na wanadamu. Tunaona katika zile picha zinazoonyesha maisha mazuri ya mbinguni, unaona kabisa watu wakicheza na simba wakicheza na dubu na wale dubu, simba wanakuja kabisa kwa mwanadamu. Maana yake wanapenda ule ukaribu, simba wanahitaji kuishi karibu na wanadamu. Lakini tayari kuna ile hali ya, ya chuki na ubaya, ile ya uadui imezagaa dunia nzima, hakuna uwezekano tena. Kwa hiyo maisha haya siyo halisi lakini maisha yale ya Eden ambayo Mungu ametuandalia alitukusudia, ali hayo ndiyo maisha halisi, na, na uko uwezekano wa kuyarejesha kwako. Kitu kingine katika yale maisha ya Eden, Mungu alichokuwa amezingatia ni upatikanaji wa mahitaji muhimu ya mwanadamu, mahitaji kama mavazi Leo hii kuna mtu hana mavazi, anaona hadi aibu kutembea mbele za watu. Akiwa katikati ya kundi, anakaa nyuma mbali, kwa sababu mavazi aliyovaa, anajiona mnyonge, anajiona si chochote hata mbele za watu wengine, anajiona hafai mbele za watu, kwa hiyo anakaa nyuma kabisa huko. Lakini maisha yale ya Eden Mungu alikuwa ameandaa mavazi anayovaa mwanadamu, ni utukufu ndio ulikuwa mfunika, anafunikwa na utukufu, sio nguo hizi za vitambaa imetengezwa na pamba. Hapana, alikuwa anafunikwa na utukufu wakati wote, anatembea kwenye utukufu wa Mungu, kafunikwa na utukufu wa Mungu mavazi ya nguo, ya ulimwe yaliyo mazuri, wakati wote anang'aa, wakati wote anang'aa, heshima na utukufu vimemfunika wakati wote. Lakini pia mahitaji kwa ajili ya chakula yalikuwa yanapatikana kwa wingi na hayakuwa yanapatikana kwa jasho. Matunda yale yalikuwa bora, yalikuwa mazuri, chakula safi chenye kuleta uzima. Sio leo, kila chakula unachokula kina madhara, kila chakula unachokula kina madhara, kila nyama ina madhara, usile sana. Ukila nafaka zina madhara, usile sana Ukila mayai yana madhara usile sana. Ukikosa mafuta ni shida, ukila mafuta ni shida. Kwa hiyo Eden ni muhimu sana katika maisha yetu. Kila mmoja anatakiwa kuchukua hatua kurejesha Eden iliyopotea katika maisha yake, asikose ije katika maisha yetu, Eden ni ya muhimu. Tutakapofika kwenye Eden, kila mmoja utajua upendo halisi alio nao Mungu. Leo watu hawawezi kujua upendo wa Mungu kwao, kwa sababu wengine mpaka wanajiua, wakisema ni maisha gani haya ninayoishi? Kweli kama Mungu ananipenda, anaweza akakubali mimi niishi maisha ya dhiki namna hii? Anawaona ndugu zake wakiuawa, wakati wengine hata yatima wamezurumiwa mali zao, lakini hakuna chochote kinachofanyika. Dunia imekuwa mbaya, uharibifu mkubwa. Mtu ukimwambia Bwana Mungu anakupenda haelewi na hawezi kuelewa, kwa sababu huo upendo uko wapi? Lakini tutakapoingia katika yale maisha ya Eden, ndipo kila mtu ataona upendo wa Mungu ulivyo mkuu. Biblia inasema watu watatokwa machozi ya furaha, wakilia wakisema, e Bwana unastahili. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu kuhakikisha ana, an, anafanya jitihada kurejesha yale maisha ambayo tuliyapoteza. Na hili jukumu la kuyarudisha maisha ni la kila mmoja, kila mmoja anarudisha kwa nafasi yake. Yaani hakuna baba kumletea Edeni mwanae. Hapana, kila mtu ni, ni jukumu lake kufanya Edeni irejee kwake. Kila nafsi inajipambania yenyewe kusimama yenyewe, kuhakikisha Eden inarejea. Basi kwa leo tuishie hapa, tutaangalia namba mbili, ndipo utakapo tutakapo tutakapoeleza jinsi ya kuilejesha hiyo Eden. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia chaneli hii uzidi kujifunza uzidi, uzidi kujifunza uzidi kuimarika kwa ajili ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Mungu akubariki sana. Amen.